Kama ningekuuliza watu wenye hekima wangapi walimtembelea Yesu huko Bethlehemu, huenda ukasema na, na, na watu wengi wangejibu watatu. Sasa nikikuuliza walifika lini, unaweza kusema walikuja zizini kumwabudu mtoto Yesu mara tu baada ya kuzaliwa kwake. Vipi kama nikuambia kwamba hakuna hata moja ya majibu hayo yaliyo sahihi? Hebu tuangalie kile vitabu vya Injili vinatuambia hasa kuhusu kilichotokea baada ya hapo injili ya Luka inatuambia kwamba muda fulani baada ya kuzaliwa kwa Yesu na familia yake kuonekana hekaluni siku arobaini baadaye. Basi baada ya hapo Maria na Yosefu walirudi Nazareti huko Galilaya. Luka anaandika hapa katika saa mbili na madakika arobaini: mtoto akakuwa na kuimarika. Ameja hekima. Na kuimarika hekima neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Sasa maneno haya kwa kweli yanatoa mtasari wa utoto wa Yesu lakini Madhayo mbili inaelezea baadhi ya mambo yaliyotokea kabla ya yesu kukua pale mjini Nazareti. Madhayo anaandika hapa katika mstari wa kwanza: baada ya Yesu kuzaliwa Betlehemu ya Yudea katika siku za mfalme Herode, tazama mamajusi kutoka mashariki walikuja Yerusalemu wakisema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? maana tumeiona nyota yake ilipozuka na tumekuja kumsujudia. Sasa hawa mamajusi au Magi walitoka wa Uajemi. Mamajusi walikuwa kama maprofesa wa vyuo vikuu wa sayansi, lugha, hata hisabati na uhandisi. Walihusishwa pia na unajimu wa kipagani na uchawi. Neno mamajusi na uchawi yanatokana na neno moja. Wanaume hawa e, walikuwa na jukumu la kufundisha familia ya kifalme. Kwa kweli, hakuna mtu angeweza kupanda kwenye kiti cha enzi bila kupata baraka za mamajusi walikuwa wanaitwa watengeneza wafalme, ule Waajemi. Sasa Mathayo anatueleza kwamba walikuja wakimtafuta mfalme mchanga wa Wayahudi, wameiona nyota yake na walifuata hadi Yerusalemu. Sasa walipofika walipoteza ile nyota machoni mwao. Kwa njia, neno nyota linaweza pia kutafsiriwa kama mwangaza. Unaona, hii haikuwa nyota ya kawaida, na natambua nikisema hivyo itaharibu kadi nyingi za Krismasi. Ilikuwa mwanga mkali angani ambao bila shaka ulikuwa wakimiujiza Huu ungekuwa ule ule mwanga uliowaongoza Waisraeli walipokuwa wakisafiri jangwani, katika Kutoka kumi na tatu. Huu ulikuwa ule ule mwanga uliofanya uso wa Musa wangaze baada ya kukutana na Mungu katika Kutoka 34. Huu ndio ule ule mwanga mkali uliomwangusha Sauli chini kwenye barabara ya Damasko katika Matendo sura ya tisa. Unaona, hii nyota haikuwa kitu kingine bali ni utukufu wa Shekina, ule mwanga mkali wa utukufu wa Mungu, ambao kwa njia hiyo unaeleza jinsi ulivyoonekana na kisha kutoweka wakati wale mamajusi walipofika Yerusalemu, jambo ambalo liliwalazimu kwenda kumuuliza Herode njia sasa eh, hatujaambiwa hapa hasa jinsi wale mamajusi walivyohusisha huu mwanga mkali na kuzaliwa kwa masiya mfalme wa Israeli, lakini tunajua kwamba miaka mia tano iliyopita kiongozi wa mamajusi ule Babeli na Uajemi eh, hakuwa anafanya uchawi. Yule kiongozi wa mamajusi alikuwa myahudi aitwaye Danieli. Eh, wale wengine waliokuwa uhamishoni, eh, walikuwa na maandiko ya agano la kale yanayopatikana e, kwao Ninafikiri Danieli alikuwa anaongoza somo la Biblia kwa mamajusi wenzake na wale waliokuwa uhamishoni, akiwaonyesha unabii kuhusu masiha kama ule ulioko katika Hesabu 24:17 uliandikwa kane nyingi zilizopita na kusema, nyota itatokea katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka kutoka Israeli. Kwa maneno mengine, mfalme wa kifalme, yani masiha atakuwa kama nyota inayochomoza katika nchi ya Israeli. Danieli pia angekuwa amejifunza unabii ulioko katika Isaya sitini ambapo tunaambiwa katika mstari wa tatu mataifa yatakuja kwenye nuru yako na wafalme kwenye mwangaza wa kuchomoza kwako. kisha katika mstari wa sita wataleta dhahabu na ubani na sifa za Bwana. hivyo basi, maandiko yanatuambia kwamba mfalme atakuwa kama mwangaza wa nyota inayochomoza kwa njia katika Ufunuo saa 22 na na madakika 16, Yesu Kristo anatajwa kama ile nyota angavu ya asubuhi. Wapendwa, hawa mamajusi maalum ni wazao wa kiroho wa Danieli. Wao ni sehemu ya vizazi vya waumini ambao wamekuwa wakitafuta ishara ya masiha na sasa wameiona kuchomoza kwa mwanga wa nyota, mwanga mkali juu ya nchi ya Israeli. Sasa kama unavyoweza kufikiria, Mathayo mbili tatu inatuambia kwamba Herode alifadhaika na habari hizi, alifadhaika na hawa mamajusi na tangazo lao kuhusu huyu mfalme mpya wa Wayahudi aliyezaliwa. Yeye hakuwa tayari, unajua, kugawana kiti chake cha enzi na mtu yeyote. Kwa kweli tunaambiwa hapa kwamba Yerusalemu yote ilifadhaika pamoja naye. Hii ni habari ya ukurasa wa mbele. Kwa kweli Herode aliwaita viongozi wa kidini wa Kiyahudi na kuwauliza ni wapi Masiha alitakiwa kuzaliwa. Na, na unajua nini? Wanajua. Wanamnukuu nabii Mika ambaye anataja Bethlehemu kama mahali ambapo mtawala na mchungaji wa wa Israeli angezaliwa. Mika sura ya tano, mstari wa pili. Kwa hiyo Herode anawatuma waende Bethlehemu kumtafuta mtoto na anawaambia wale mamajusi warudi wampe taarifa. Anadai kuwa anataka kwenda kumwabudu mtoto mchanga pia. Bila shaka, hiyo ni ee, hiyo ni uongo. Basi, wakati mamajusi wanaanza safari kuelekea Bethlehemu, ambayo iko umbali wa maili chache tu, unajua nini kinaonekana tena wakati huo? Ile nyota, hii nuru inayong'aa na kung'aa sana. Mathayo anaandika hapa kwenye mstari wa tisa kwamba nyota iliwaongoza mpaka ikasimama juu ya mahali alipokuwa mtoto. Sasa, je, mahali hapo palikuwa zizi la wanyama? Ilikuwa hori? Hapana. Mathayo anaandika waziwazi hapa kwenye mstari wa 11: walipoingia nyumbani walimwona mtoto pamoja na Maria mama yake. Sasa, neno la kawaida kwa mtoto mchanga ni ibrefos, lakini Mathayo sasa anatumia neno paidion ambalo linamaanisha mtoto mdogo, yani anayechukua hatua za kwanza. Mamajusi, kisha wakamletea Yesu yule mtoto mdogo aina tatu za zawadi. Zawadi hizi zilikuwa zimetabiriwa awali kama nilivyosoma muda mfupi uliopita. Sasa hii haimaanishi kwamba kulikuwa na mamajusi watatu tu, hatukuwahi kuambiwa idadi kamili. Mimi naamini kwamba huenda kulikuwa na idadi kubwa ya mamajusi. Nadhani pia kulikuwa na askari wengi wa Kiajemi waliowalinda pamoja na hazina hizi nzuri walizokuwa wakileta. Dhahabu ilikuwa mojawapo ya zawadi hizo. Basi dhahabu ilikuwa zawadi kwa watu wa kifalme, ubatani ulitumiwa na makuhani katika ibada hekaluni, na manemane mara nyingi ilichanganywa na maji na kutumika kuandaa miili ya marehemu kwa ajili ya mazishi. Wapendwa, zawadi ya dhahabu ilionyesha ukuu wa Yesu kama mfalme, ubani ulionyesha kwamba angekuwa kuhani wetu mkuu, na manemane basi hiyo ilionyesha kwamba alizaliwa ili afe. Sasa tunasoma hapa katika mstari wa kumi na mbili kwamba mamajusi walipewa onyo katika ndoto wasirudi kwa Herode. Pia tunaambiwa hapa katika mstari wa kumi na tatu kwamba malaika alimtokea Yusufu katika ndoto na akamwagiza achukue familia yake awaandaye wote haraka na wakimbilie Misri, kwa sababu Herode anataka kumtafuta mtoto ili amwangamize kwa hiyo Yusufu na Maria wakafunga kila kitu haraka wawezavyo, na pamoja na Yesu wakakimbilia Misri na wakafika salama. Lakini sikiliza hii, kane nyingi zilizopita nabii Hosea alitoa tangazo hili la kimasihi, kutoka Misri nimemuita mwanangu, Hosea kumi na moja humoja. Unaona, mpango wa Mungu Baba tangu mwanzo ulikuwa ni kumwita mwanawe kutoka Misri akiwa hai na salama. Na niambie, hakuna nguvu yoyote ulimwenguni inayoweza kubadilisha mipango ya Mungu, hata mfalme mdogo mwenye wivu anayeitwa Herode. Sasa vipi kuhusu ile dhahabu yote na uvumba na na manemane? Basi hiyo itagharamia mahitaji yote ambayo Yosefu atahitaji kulipia ili kutunza familia yake wakati wanajificha kutoka kwa Herode kule Misri. Basi kwa hayo tunaambiwa hapa katika mstari wa kumi na tisa Herode alipokufa. Tazama malaika wa Bwana alimtokea Yosefu katika ndoto kule Misri akisema amka, mchukue mtoto na mama yake wende katika nchi ya Israeli. Mstari wa ishirini na tatu unaonyesha jibu la Yosefu. Akaenda akaishi katika mji uitwao Nazareti ili litimie lile lililonenwa na manabii kwamba ataitwa Nazareti. Je, umegundua kwamba kila jambo hapa limepangwa kama halikutabiriwa? Hakuna kitu kilichoachwa bila kutunzwa na Bwana. Wapendwa, hatuna sababu ya kuamini kwamba Mungu ajali hata kidogo kutuhusu. Ukweli ni kwamba anakupenda wewe sawa kabisa na anavyompenda mwanawe. Kwa kweli, mtume Paulo anasema katika Waefeso sura ya pili mstari wa nne kwamba Mungu ni mwingi wa rehema, kwa sababu ya upendo wake mkuu aliyonao kwetu. Kwa hiyo haijalishi hali yako ilivyo leo, iwe ni ngumu, hatari, labda kama Yosefu na Maria wakikimbia kuokoa maisha yao, au kukatisha tamaa kutokana na mabadiliko yote yanayotokea, unaweza kumwamini Bwana kwa jinsi anavyokujali na anavyoshughulikia kila jambo. Hata kama inaonekana kama anakuchukua hadi Misri na kurudi, utalindwa salama katika kiganja